komochakwalikifuamujiinosha juu afutanipatiza Sema, eh, Bwana Yesu, Bwana Yesu ninakuja mbele zako sai tena ninaomba roho hekima, roho uweza, roho fahamu ataenda ndani yangu kwa jina la Yesu. Funua akili zangu sipate kuelewa na maandiko kwa jina la Yesu. Ninaashiria damu ya Yesu kwenye ufahamu wangu, ninaashiria damu ya Yesu kwenye fikira zangu, ninaashiria damu ya Yesu kwenye akili zangu. Kwenye akili zangu, kwa jina la na kwa damu ya Yesu, amen. Shangilie kwa Yesu, haleluya! Asiketi katika kile chako ambacho Mungu amekusudia siku ya leo uwepo mali ae. Bwana Yesu apewe sifa Bwana Yesu apewe sifa. Basi tutakwenda kusikia ujumbe wa neno la Mungu kama kalenda yetu imeposema, kichwa cha somo kinasema Jiandae kwa hukumu ya mwisho. Hebu mwambie jirani yako jiandae kwa hukumu ya mwisho. Mwambie tena jiandae kwa hukumu ya mwisho. Basi tutakwenda moja kwa moja kusoma neno la Mungu katika kile kitabu cha cha Injili ya Mathayo Mtakatifu, na ule namba wa 13 kuanzia ule mstari wa 17 mpaka Kuanzia mstari wa 47 mpaka 50. Nitasoma katika jina la Yesu. Mfano ambiguni la Yesu tena, mfalma wa mbinguni unafanana na juya liliyotupwa baharini, likakusanya samaki wa kila namna, hata ilipojaa walilivuta pwani, wakaketi, wakakusanya walio wema vyomboni bali wale wabaya wakatupwa. Ndipo itakavyokuwa katika mwisho wa dunia, malaika watatokea, watawatenga waovu mbali na wenye haki na kuwatupa katika tanuru ya moto, ndipo utakuwa kilio na kusaga meno. Mwambie jirani yako tena, ndipo utakuwa kilio na kusaga meno, alafu muulize umejiandaje siku ya hukumu ya mwisho. Aafumwambia lazima kila mmoja atadhihirishwa kwenye kiti cha enzi. Bwana hatuwezi <laughs> well, asifiwe. Hatuwezi kuikwepa hukumu ya siku ya mwisho. Kila mtu atahukumiwa, iwe kwa mazuri iwe kwa mabaya, lakini lazima kila mmoja mmoja atasimama kwenye kiti cha hukumu katika siku ya mwisho. Basi hukumu ni nini? Niasema kwanza tuulize hukumu ni nini? Katika hali ya kawaida tunasema hukumu ni uamuzi unaotolewa na hakimu au mtu mwingine mwenye mamlaka katika kesi au shauri. Hiyo ni tafsiri ya kawaida tu. Kwa hiyo hukumu hii kwamba mtu yeyote anaposimamishwa na hakimu hukumiwa, hiyo ametenda kosa au hajatenda kosa lakini hukumu itatolewa. Kama hajatenda kosa anaachiwa, si ndio? Hivyo bwana Yesu asiwe sana. Sasa hapa napozungumzia juu ya hukumu ya siku ya mwisho, ambayo ni Mungu mwenyewe anaachilia kwa kila mwanadamu ambaye amemuumba kwa ajili ya utukufu wake, kama na mimi nisema amen. Ko, tunazungumzia juu ya hukumu ya mwisho, kama tuliposoma kitabu cha injili ya Mathayo mtakatifu mlango wa kumi na tatu kuanzia mstari wa arobaini na saba mpaka hamsini tunaona kwa namna ambavyo Yesu akizungumza na makutano. Wayahudi walimuuliza Yesu, ni amri ipi iliyo kuu katika amri kumi? Akawaambia amri ya kwanza na amri ya pili, akawaambia pendaneni, mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa nguvu zako zote na kwa akili yako yote, halafu mpende jirani yako kama nafsi yako. Akasema ami nafunga kumi kwa sababu ntokompena. so, so, mtu hawatamtendea mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kila mtu ni lazima kazilishwa, na jambo la pili, tutahukumiwa sawasawa na njia zetu. Hebu mwambie jirani yako, tutahukumiwa sawasawa na njia zetu. Mwambie kuna mwangalia, basi simwogope, tuko kanisani hawezi kufanya kitu. Mwambie tutahukumiwa sawa sawa na njia zetu. Kwa hiyo kila mwanadamu atahukumiwa, tutahukumiwa sawasawa na njia zetu, sawasawa na matendo yetu. Kuna mahali Mungu amekuweka. Je, wewe unatembea njia gani, za haki au za ubaya au za uovu unatembeka na wakati iko duniani, wakati niko duniani ndio wa kutengeneza na Mungu. Unaposema kesho kesho, unajua, unaposema kesho kesho, unajua yako hukumu inaanzia kwenye nyumba ya Mungu kwenye nyumba ya, ya, ya Mungu basi tusome katika kitabu cha waraka wa Petro wa kwanza ule mlango wa nne mstari wa kumi na saba. Waraka wa Petro wa kwanza mlango wa nne na ule mstari wa kumi na saba. Itasoma katika jina la Yesu. Neno la Mungu linasema, kwa maana wakati umefika wa hukumu kuanzia katika nyumba ya Mungu na ikianza kwa sisi, mwisho wao wasioitii Injili ya Mungu utakuwaje? Kwa hiyo hukumu ya kwanza inaanzia kwenye nyumba ya Mungu, inaanzia kwa watakatifu, kisha nenda Mungu atusaidie, Mungu atusaidie, yeah. So, sio sio kufanya ki, vitu kinazoea akitegemea kwamba kesho na nakulya itatumu wakati, ndio sasa. Haleluya, yeah. Bwana Yesu asifiwe sana, lakini nina habari njema kwako, nina habari njema ambayo Mungu amenituma Unaweza ukajiuliza mtumishi, kwa nini kwa nini nasema hivi? kifungula e katika kitabu cha mtume Petro, waraka wa pili utajua kwa nini nasema hivi. Mtume Petro wa waraka pili wa mtume Petro, na ule mlango ta, tatu msali wa tisa wa mtume Petro mlango wa tatu na ule msali wa tisa. Neno la Mungu linasema hivi: Bwana akawii kutimiza ahadi yake kama wengine wanavyozania, kukauya bali uvumilia kwenu maana, apendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikie toba. Sema apendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikie toba. Sema tena, bali apendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikie toba. Huo ndio mpango wa Mungu. Haleluya. Amina. Mungu anatamani sisi wote tuurithi uzima milele. Na ndiyo maana mwanadamu wa kwanza Adamu walipokosa katika bustani, na yeye Mungu alifikiria sana, huyu mwanadamu nimemuumba kwa sura yangu, nimemuumba kwa mfano wangu, inafuataje sasa baada ya kumfukuza katika bustani ile, lakini alikaa akafikiria.

Bwana mimi nitakuwa hapa lakini Mungu mpango wake yeye, hataki uingie kwenye moto. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema, tubuni mrejee ili sala zenu zipate kufutwa, sina tati za kumrudishwa katika Bwana. Kwa hiyo unapotubu kunaaga kurejeshwa. Haleluya kanisa, haleluya kanisa, haleluya kanisa. Sijui Mungu anazungumza na nani. Una nafasi siku ya leo, mtu. Una nafasi lakini, Mungu ametoa na Islam fika. Kwa ajili ya mtu. Bariwa, Mungu anapomtafuta mtu wake, angalia alama. Anaweza kutoka, tuna mamilioni huko kumsafisha mtu kutoka Ulaya. Kumbe Mungu anamtafuta mtu wake. Mmoja anapokoka malaika wanashangilia, eshi ya malaika mbinguni wanashangilia kwa ajili ya mtu mmoja anokoka. Haleluya, amen. Tuna nafasi siku ya leo, una nafasi siku ya leo. Kama uko mahali hapo, unatamani kutengeneza Mungu, umesikia uchumba, neno la Mungu umesema